Kuna shabiki mmoja hapa ambaye ni shabiki wa FC Leopards. Ameniambia mliona video ambayo ilikuwa inasambaa mtandaoni ukiwaahidi mashabiki wa FC Leopards kwamba utawanulia chakula na drinks katika AGM. <laughs> Na akataka kuniuliza je, hiyo ndio manifesto pekee yake ya Enos? Umesema uko na pillars za manifesto yako. Yeah. Maybe tukupatie opportunity sasa hivi uweze kuambia ushabiki these pillars of your manifesto ni nini ambayo unaleta FC? Unasema hii hapa? Eh. Yeah. Kuna kuna watu

Hiyo ndio unafuatilia. Uh, hiyo ndio ameniambia nimuulize unapenda chakula? <laughs> <laughs> ati, wana, ati wakikula watasumbua. Kuna <laughs> kitu inaitwa selective amnesia <laughs> na in our society <laughs> Ndio. Nimesema kwamba niko na pillars za manifesto zangu ambazo ni nne, ya kwanza ni rediscovering our lost glory Nishasema ni lazima tupate quality players, quality technical bench na maslahi yao, players na bench ikuwe taken care of mm -hmm. number 2, nimesema my pillar number 2 ni financial sustainability. Ni lazima tuincrease corporate sponsors kwa club, ni lazima tu increase the sales of merchandise by segmenting our merchandise so that to ikuwe cost effective, watu wenye wanapata, wanataka merchandise ya 1000 merchandise ya 2000 all the way to 5000 so that yule mtu ananua kila member kila fan ananua merchandise kulingana na kiwango yake. Hapo kwa revenue nimesema kwamba tunataka ku develop our youth team ikue competitive na to develop talent hapo, then itakuwa uh, pipeline that we will be selling players. Number 3, nimesema kwamba uh, uh, my uh, pillar number 3 ni leadership inclusivity. Hapo kwa leadership ni lazima tulete viongozi wetu pamoja na nimesema kama viongozi tutaenda retreat To harmonize manifesto yetu tuilete pamoja, na hapo kwa ritu ni kwa leadership ndio nimesema ni lazima tuangalie welfare ya members wetu. Kwa muda mrefu members wanakuja uwanjani wanalipa tickets, members wananua merchandise ya club, members wanalipa re registration kila mwaka na kurenew, lakini siku moja tu ambayo tuna interact nayo kwa AGM wamefanya hizo vitu zote, lakini sisi kama club hatuwezi kuwaappreciate. Tunawaita AGM kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi jioni, lakini hata tu maji peke yake wapewe na club haiwezekani. Na ndio nimesema ili members wetu wakuwe uh, wafil kwamba wako appreciated wako recognized.